Karibu katika kipindi chetu cha The Pharmacist Show. Leo tunazungumzia umuhimu wa kumsikiliza mteknolojia dawa, kwa maana ya mfamasia. Mfamasia ni mtaalamu wa dawa ambaye anaweza kukuelekeza matumizi sahihi ya dawa. Mteknolojia dawa anaweza kukuelekeza jinsi sahihi ya kutumia dawa, anaweza kukuambia kiasi gani cha dawa wanachotakiwa kutumia kwa siku, kutwa, mara ngapi na kwa muda gani. Hivyo hiyo inaweza kusaidia kuleta matokeo bora ya dawa na kuepuka madhara ya matumizi mabaya ya dawa. Pia mteknolojia dawa anaweza kuambia madhara yanayoweza kutokea kutokana na matumizi ya dawa, hivyo kujua mapema inaweza kusaidia kupunguza au kuyaondoa kabisa madhara. Mteknolojia dawa anaweza kuelekeza juu ya mwingiliano wa dawa na chakula au dawa na dawa hii inaweza kusaidia kuepuka madhara yanayoweza kutokana kutokana na mwingiliano wa dawa na chakula au dawa na, na dawa. Kwa hiyo ni muhimu sana wa kumsikiliza mteknolojia dawa kabla ya kutumia dawa yoyote. Usisite kumuuliza maswali na hakikisha unamwelewa vizuri mteknolojia dawa. Asante kwa kunisikiliza. Kumbuka afya yako ni muhimu, na mteknolojia dawa ni mshirika wako katika kuilinda. Usisahau kusubskribe kuliki, kukomenti, kushare katika chaneli yetu ya Royal Polyclinic na kubonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa ya vipindi vyetu vijavyo.